Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Marekani, FAA, inachunguza tukio la moto katika injini ya ndege ya Delta Airlines uliopelekea abiria wa ndege hiyo kutumia njia ya dharura kujiokoa kwenye ndege hiyo. Tukio hilo limetokea leo Jumanne Aprili 2025 22, 22, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Orlando nchini Marekani. CNN imeripoti kuwa, ndege hiyo aina ya Airbus A330 ilikuwa imejaa abiria ilikuwa imeondoka kwenye lango kuelekea uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Hartsfield-Jackson nchini Atlanta, wakati moto huo ulipokuwa ukilipuka katika moja ya injini yake. Video ya simu ya mkononi iliyochukuliwa na Dylan Wallace, abiria aliyekuwa kwenye jengo la abiria, ilionyesha mpira mkubwa wa moto wa rangi ya machungwa ukitoka katika injini ya kulia. Nukuu, tunaita magari ya zimamoto sasa hivi tumeona hilo alisema kiongozi wa wasimamizi wa usalama wa anga kwenye sauti iliyorekodiwa na tovuti ya Broadcastify. Kikosi cha dharura kilipewa ruhusa ya kufika katika ndege hiyo. Awali, shirika la ndege limesema kuwa kulikuwa na abiria mia mbili awali, shirika la ndege limesema kuwa kulikuwa na abiria mia mbili ndani ya ndege hiyo, lakini baadaye ilirekebishwa idadi hiyo hadi kufikia 282 katika taarifa yao rasmi Nuku. Walinda usalama wa ndege ya Delta wamefuata utaratibu wa dharura kuhamisha abiria baada ya moto kuonekana kwenye bomba la kutolea moshi la injini moja ya ndege hiyo, imesema taarifa ya Delta. Tunashukuru kwa ushirikiano wa wateja wetu na tunaomba radhi kwa tukio hilo, usalama ni jambo muhimu zaidi, na timu ya Delta itafanya kazi kuhakikisha wateja wetu wanafika salama kwenye maeneo yao ya mwisho haraka iwezekanavyo, imeongeza taarifa hiyo. Delta imepanga kusafirisha abiria wa ndege nyingine huku timu ya matengenezo ikichunguza ndege iliyopata moto. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali. no,